Zamani za kale, katika kijiji kilichozungukwa na msitu mnene na mto mpana uliotiririka kwa utulivu, waliishi wanyama wa aina mbalimbali. Miongoni mwao alikuwa chura mdogo aliyeitwa Kimeu na mamba mkubwa aliyejulikana kama Banzui. Kimeu alikuwa na tabia ya kupenda kucheka na kujigamba kuwa yeye ndiye mwerevu zaidi kati ya viumbe wote wa mtoni. Alipenda kurukaruka kwenye mawe na kupiga kelele: Mimi ndiye mfalme wa maji. Hakuna anayeweza kunifikia kwa ujanja. Lakini Banzui mamba mzee aliyekuwa kimya na mwenye hekima alikuwa hapendi sifa za bure. Alijua kwamba maji yana kina kirefu kuliko yanavyoonekana na maisha ni zaidi ya kurukaruka juu ya mawe. Siku moja, Kimeu alipokuwa akijisifu mbele ya wanyama wengine, alisema, hata mamba mkubwa yule hawezi kunishika mimi, ni mwepesi kama upepo. Banzui alisikia lakini hakujibu. Badala yake, alitulia ndani ya maji kwa utulivu wa bahari kabla ya dhoruba. Kesho yake kulianza na mvua kubwa na msaada na mtu yeyote kujaza maobi haya. Mto ulijaa maji na mafuriko yakaanza kutishia maisha ya viumbe waliokaa karibu na kingo. Chura kwa kawaida yake alirukaruka kutoka jiwe moja hadi jingine, lakini maji yalikuwa mengi kuliko kawaida. Aliteleza na kuanza kusombwa na maji. Alipiga kelele, naokoe, naokoe, siwezi kuogelea kwenye mawimbi haya makubwa. Wanyama walimtazama kwa huzuni, hawakuweza kumsaidia. Ndipo Banzui alipoibuka kutoka kwenye vilindi vya mto yeyote kujaza maombi haya kimya kimya, akamsogelea Kimeu aliyekuwa akihangaika bila kusema neno, alimtia mgongoni na kumvusha hadi salama upande wa pili wa mto haya. Chura akiwa anapumua kwa shida, alimtazama Banzui kwa mshangao na aibu. Samahani mzee Banzui, alisema kwa sauti ya chini, nilifikiri ujanja ni kuruka juu juu, kumbe hekima iko chini ya maji. Manzui alitabasamu kisha akasema, kuna wakati wa kurukaruka na kuna wakati wa kutulia. Maji hayapimwi kwa kina chake tu, bali kwa utulivu wake. Tangu siku hiyo Kimeu hakuwahi tena kujigamba. Alijifunza kusikiliza na kuheshimu viumbe wengine, na hasa mamba aliyeokoa maisha yake.